Naam, asante kwa kuendelea kusalia nasi, tunaendelea na Morning Trumpet, tunapitia mambo kadha wa kadha ambayo yanaendelea kujiri hapa nchini kwetu Tanzania hadi visiwani Zanzibar tunaelezwa kwamba kwa mara ya kwanza sasa Zanzibar CEO Forum inaenda kufanyika tarehe kumi na moja hadi tarehe kumi na tatu ya mwezi huu wa tano, ambapo watakutana hapo hawa wakurugenzi Zanzibar na kujadili na kuangalia fursa zilizopo. Huenda pia wataangalia namna ya kuongeza nafasi za ajira katika maeneo ambayo wao ndio wanayasimamia, na tunapata nafasi sasa sa, ya kukutana na miongoni mwa waandaaji na wasimamiaji wa forum hii ambaye hapa siku ya leo kipekee kabisa tunamleta kwenu Ahlam Abdalla, mratibu wa Zanzibar CEO's Forum. Karibu sana Ahlam. Asante. Karibu sana Ahlam, tumefurahi kuwa nawee asubuhi ya leo. Na mimi pia, mimi nimefurahi zaidi. Wewe si CEO, unaijua kampuni yako, ni CEO mpaka sahii, bado sijaalikwa. Sawa sawa, tueleze kidogo juu ya hii CEO's forum. Ah, okay. Asante sana ndugu atangazaji, hmm. Um, CEO's Forum ni jukwaa la wakuu wa taasisi ambalo jukwaa hili linawakusanya wakuu wa taasisi kutoka sekta mbalimbali mbali, lakini haswa kutoka serikalini, lakini kwa mara ya kwanza tutaweza kuwakusanya wakuu wa taasisi kutoka taasisi za serikali, lakini pia taasisi za private sectors au za binafsi, mm-hmm, kutoka Tanzania bara pamoja na Tanzania Zanzibar na kwa nini ili jukwaa tuwe na jukwaa la Zanzibar CEOs Forum. Uh, hapo awali hawa wakuu wa taasisi wamekuwa wakikukutana, lakini haikuwa rasmi, walikuwa tu wanakutana kama social gathering kwa ajili ya kuteta mawili matatu, lakini pia kuweza kushea uzoefu wao. Lakini sasa kupitia jukwaa la wakuu wa taasisi ambalo linaitwa Tanzania CEOs Forum lililofanyika Zanzibar Januari, kupitia makamu wa rais wa Zanzibar Mheshimiwa Hamed alitutaka sasa ofisi ya msajili wa hazina tuweze kuliratibu rasmi hili jukwaa la wakuu wa taasisi la Zanzibar. Kwa hiyo mm -hmm. Na sisi kupitia ofisi ya msajili wa hazina tukaona sasa iko haja ya kuwashirikisha hawa wakuu wa taasisi na tuweze kuliratibu jambo hili kwa uweledi mkubwa. mm -hmm. Nafasi ya hawa wakuu wa taasisi hawa ma CEO katika eneo zima la maendeleo katika nchi hasa hasa kiuchumi na kuangalia nafasi za ajira ni ipi? wakuu waku wa taasisi ndio watendaji wakuu wa sekta yoyote au institution yoyote. Kama taasisi inaweza kuongozwa nyingine na CEO, wengine wanaita directors, wengine general director, wengine wanaita kamishna. Kwa hiyo wana majina tofauti, wengine wengine yes, wanaitwa MD. Kwa hiyo hawa ndio viongozi wakuu wa taasisi. Kwa hiyo ukiangalia, maanake mustakbali wa taasisi unawategemea wao, jinsi gani uweledi wao katika masuala ya uongozi ufanisi, masuala ya kuzungumza au kupeleka yale ile vision au maono ya taasisi katika wale uh, wale stafu wa chini walikopo chini kabisa. Kwa hiyo wao ndio watu wa kwanza ambao wana jukumu kubwa la kuhakikisha kwamba maendeleo kwa ujumla yanatekeleza yanatekelezeka, lakini pia kuweza kuunga mkono zile jitihada na maono ya viongozi wetu wakuu ambao ni waheshimiwa marais wa pande zote mbili. Mm-hmm. Sasa na uh, unazungumziaje, una pia kuhusiana na ufanisi, kwenye hoja ya ufanisi, hasa namna ambavyo uh, tunaweza katika nchi yetu tukaweka taratibu za kuwapata uh, viongozi bora wa taasisi, kwa sababu kumekuwa na mijadala kwamba uh, hata upatikanaji tu wa viongozi kwenye hizo taasisi na wenyewe ni swala la kulitazama, kwa sababu uh, kuna watu wana merits lakini hawapati nafasi yani hawapo, haku, hakuna mazingira ambayo wanaweza wakazipata hizo nafasi, na pengine hawa ndio wangeweza kutusaidia kutengeneza ufanisi katika hizi taasisi um, ni kweli unayosema, lakini mimi binafsi sio mfuasi wa kuamini kwamba hmm, kila mtu mwenye sifa nzuri anastahiki kuwa kiongozi. Unaweza ukawa kiongozi ukawa huna taito yoyote na ukaweza ukafanya vitu vingi sana. Kwa hiyo kwenye maswala haya ya ufanisi, ni kweli kuna watu wanaweza kupata nafasi mm -hmm. na kwenye kupata nafasi kuna vitu vingi. Kwanza uzoefu wa yule mtu, inawezekana pengine hayuko competent enough, lakini akawa na uzoefu mkubwa. Lakini pia kuna maswala ya kudura za Mwenyezi Mungu tusizisahau zipia, inawezekana kwamba jambo lako wewe bado halijaandikwa leo, lakini kesho ukaandikiwa kuwa kiongozi bora. Lakini kwa viongozi ambao labda wana hizi nafasi hmm. Mi nadhani tu ni vyema kwa wao wenyewe kuweza kujiongeza hasa katika masuala ya uongozi. Sasa hivi Tanzania tuna program mbalimbali za uongozi, tuna program kupitia zile Institute of Directors Tanzania, wanatoa program mbalimbali za kuweza kujiongeza na kuwa kiongozi bora. Tuna uongozi institute ambao hawa wana program mbalimbali za kuweza za kusaidia kuwa kiongozi bora. Kwa hiyo mbali na wale watu ambao wameweza kupata hizi nafasi nadhani ni muhimu kwamba wasizitumie vibaya hizi nafasi na badala yake wawe, waweze kuwa na uthubutu lakini pia commitment, mm, ya kuweza kufanya yale ambayo walioteuliwa au waliopewa. Forum eh, kama hii inawezaje kuwajenga uh, the youngest CEOs uh, vijana wadogo, unajua mm-hmm. Katika nchi yetu uh, vijana wanakuwa na startups wanaanzisha kampuni na wanahitaji kuongoza hizi kampuni ili ziweze ku, kuwepo kwa muda mrefu na kupata mafanikio. Majukwaa kama haya ambayo yanakutanisha hawa viongozi, kuna wale ambao tayari wana uzoefu mkubwa, lakini pia kuna hawa ambao ndio wanachipukia kwenye uongozi wa kampuni uh, mnawasaidia vipi hawa kuweza kujijenga na kuwa viongozi wazuri wa taasisi zao? Asante. Sisi wakati tunaliratibu hili suala la kuwakutanisha wakuu wa taasisi hmm, tulianza mwanzo, tulianza from the scratch kwanza baada ya kupewa lile agizo na Mheshimiwa makamu tulirudi sasa kwa CEOs wenyewe hmm. tukawaambia tuna hii kazi, tunatakiwa tuikamilishe. Lakini baada ya hapo wao wakatoa maoni yao, area gani sasa tunaweza kuzifocus kwa vile ndio jukwaa la mwanzo. Lakini pia hatukuishia hapo tu, kwa vile Tanzania, uh, bara wenzetu tayari wana Tanzania CEOs forum ambayo hii imewalenga wakuu wa taasisi wa serikali, tukaona bora tuje tu sasa kujifunza kutoka kwao, mm. nini tunatakiwa tukifanye ili kiwe kizuri zaidi. Lakini baada ya hiyo michakato yote kukamilika, tukasema sasa jukwaa letu hili lisiwe na wakuu wa taasisi wa serikali kutoka Zanzibar tu mm. kwa vile ndo tunaanza, tuwaweke na watanzania bara tena wa serikalini, lakini pia wataasisi binafsi, lakini pia tusiishie hapo, tuweke nafasi za upendeleo maalum kwa hawa vijana ambao wana startups company na wao waje kujifunza lakini kuna makundi maalum ambayo ya watu wenye ulemavu pamoja na wanawake. Kwa hiyo kuna vijana ambao tayari wameshajisajili kupitia ile website yetu ya Zanzibar CEOs Forum, ina linki ambayo inakupeleka moja kwa moja kwenye usajili. Kwa hiyo wao tumewekea nafasi za upendeleo ili kuhakikisha kwamba hizi siku tatu Ndiyo. na wao wawe na kitu cha kujifunza ambacho kitawasaidia kuweza kubadilisha mitazamo yao. Asante. Pia kuweza kuwa bunifu zaidi asante. Na nafasi ya kujisajili bado ipo. <laughs> Niliona, kabisa. Kana, mimi, kijana. Ay, nafasi yenu ipo. <laughs> Asante sana Ahlam Abdalla, mratibu wa Zanzibar CEO Forum. Tunashukuru na tunatakia kila la heri. Asante sana. Naam, tumeangalia juu ya CEO Zanzibar Forum, ambayo inatarajia kufanyika uh, hivi karibuni karibuni na kama tulivyokujuza hapo, tumekuwa na mratibu ambaye ameelezea kinagaubaga. Kwa wewe ambaye unaona kwamba unawiwa, unaweza kushiriki, basi nenda kajisajili katika website hiyo. Bado tunaendelea na morning trumpet, usiondoke.